Ndugu mbeni rasmi, ninayo matumaini makubwa kwamba vijana wetu wanaenda kumaliza kwa kishindo kikubwa, kwa sababu kazi imefanyika kwenye mipo wao. Wametupa ujumbe mmoja kwamba mlichowatuma wameshakitimiza. Wazazi, walimu walezi kwa kushirikiana na uongozi wa shule hakika wamefanya kazi kubwa. Nidhamu ya shule ipo juu, kwenye level ya juu zaidi, na hiyo ndio siri yetu. Kwa maana hiyo, ni waombe ndugu wazazi, siku ya leo au baada ya muda mfupi tutawakabidhi hawa vijana. Mlituletea vijana wakiwa wadogo, lakini sasa hivi wamebadilika. Watarudi huko wakiwa wamejaa maadili nyingi sana vichwani mwao. Nitoe wito kwa wazazi, ndugu mgeni rasmi nikaye mkijua kwamba nyie ndiyo walimu wa kwanza na nyiye ndiyo mnayo nafasi ya juu ya kusaidiana na walimu katika kulea watoto, na kwa sababu nyiye ndiyo walimu wa kwanza tunafuata sisi, mkikosea hao vijana wanapotea, kwa sababu tulishalianzisha vizuri wameelelewa vizuri, wana nidhamu ya kutosha, wamejaa madini mengi. Niwaombe ndugu wazazi, pindi tutakapowarudisha vijana, mwendeleze mwendelee kuwapa elimu ili ya darasa muwape mwa, shughuli na mwashirikishe kwenye shughuli mbalimbali itakayowajenga. Ujumbe wangu kwenu kifupi, msikosee ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, pamoja na wahitimu wetu ambao wanatufanya tukutane mahali hapa alimashauri ya manufaa. Ilimera tunayo malengo makuu ambayo yanatuongoza katika kuhakikisha matokeo makubwa yanapatikana, na hayo malengo ndiyo yanayotufanya tuweze kufanya vizuri katika ukanda wote, kanda ya jua na hata katika nchi yetu Manispaa ya Ilemela, lengo lake la kwanza ambayo tumejiwekea ambayo ndilo linaloshuka mpaka katika shule zetu hizi ni kuhakikisha kwamba tuna wanafunzi wetu wanaohitimu kidato cha nne hakuna division zero na wala hakuna division four. Hilo ni lengo mama ambayo tunatembea nalo katika kuhakikisha kwamba watoto wetu wanaohitimu wanapata divisheni wan mpaka divisheni tri, na lengo la pili ni, ni kuhakikisha kwamba watoto wote wato wanao elimu wanapata tunafuta wanapata A B C kuanzia mitihani yote ambayo inafanyika katika halmashauri za manispaa ya Ilemela ikiwepo na mtihani wa Taifa pia kwa maswala ya jituei ni jituei moja mpaka mbili kwa tano, na wastani wa ufaulu ni asilimia hamsini na nane kwa malengo haya ya manispaa Ilemela. Katika uchafiliaji wetu shule au taasisi ya Nyamuge ni moja yapo ambayo imepitiliza katika kutimiza malengo ya masharo ya manispaa Ilemela. Tuwapigie makofi viongozi <tutu> tunaweza kuona matokeo ya ya taasisi ya Nyamuge tangia mwaka elfu mbili na ishirini na moja mpaka sasa wamepata divishoni wan, divishoni tu na divishoni tiri. Naona divishoni tiri ni kumi na sita tu kwa kipindi cha miaka minne. Haya ni mafanikio makubwa sana kwa taasisi ya Nyamuge, tuwape makofi kwao taasisi ya Nyamuge. Kwa majina anaitwa Madam Rebecca Mary Juma ni mkuu wa shule ya sekondari Nyamuge. Shule yetu rasmi ilianza kutoa huduma ya elimu kwa upande wa sekondari mwaka 2018 ambapo tulianza na kidato cha kwanza tu, alikuwa ni wanafunzi 47. Tumeendelea mpaka leo hii shule yetu jumla, kuanzia kidato cha kwanza mpaka cha nne tuna wanafunzi 385 wanafunzi wanaohitimu leo tumewafanyia mahafali hii ya tano jumla wako wanafunzi tisini na tatu ambao kati yao wasichana ni arobaini na tatu wavulana ni hamsini na moja tumewafanyia hii sherehe tukimaanisha kwamba wamejiandaa na tunaamini watahitimu vizuri mitihani yao, ambao tunategemea wataianza tarehe kumi mwezi wa kumi na moja. Wanafunzi wote wameandaliwa vizuri kupitia walimu wabobezi, lakini pia na mazingira, ndio kila kitu kimewekwa vizuri ili waweze kufanya vizuri katika mitihani yao. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri, tukianzia mwaka 2021 ndipo tulipoanza kutoa kidato cha nne. Wanafunzi wote walipata division 1 na division 2 na wote walichaguliwa kwenda advance, na wengine walichaguliwa kwenda chuoni kulingana na machaguo ya wanafunzi. Kwanzia elfu mbili ishirini na moja ishirini na mbili ishirini na tatu mpaka ishirini na nne watoto wetu wamekuwa wakifanya vizuri. Ukiingia kwenye matokeo utaona tumekuwa na division 1 division 2, lakini na 3 chache.